Mgogoro mzito unaendelea kanisa Katoliki. Walianza vijana wawili, akaibuka msomi mkubwa, na sasa mamia ya waumini wanaandamana. Makala hii inaeleza kinachozaniwa kuwa chanzo cha mgogoro huu FOPO. Ukitazama mpaka mwisho, utafahamu FOPO ni nini na kwa namna gani inasababisha tatizo hili, lakini tufanye nini basi? Kabla sijaeleza FOPO, naomba kwanza nieleze kwa ufupi kilichotokea. Vijana walipinga Kitima kujihusisha na siasa, hususani Chadema. Ruwaichi akiwa madhabahuni akamtetea Kitima, huku akiwaita waumini wale malofa, wapumbavu na majina mengine ya kijeni. Sasa hii ndio FOPO. Popo ni nini? Popo ni neno lililounganisha maneno ya kimombo, nitalitaja halafu nitalieleza. FOPO, fear of people opinion, hofu ya maoni ya watu. Una kunaogopa maoni ya watu, una hofu na maoni ya watu. Hii ndiyo FOPO, fear of people opinion kunaogopa maoni ya watu wengine. Vijana wanatoa maoni yao, kiongozi kwa hofu hajibu hoja, hajibu hoja. Hoja, Kitima anajihusisha na Chadema. Hoja, kanisa limetoka kwenye msingi wa kuhubiri kupeleka watu mbinguni. Lengo la kanisa ni kupeleka watu mbinguni, dunia hii si yetu. Kanisa limetoka katika msingi huu, tunaona linahubiri mambo ya kidunia. FOPO, kiongozi anaogopa maoni haya, anayakwepa maoni, anazikwepa hoja. Badala ya kujibu hoja, kiongozi anawaita watoa hoja wapumbavu, malofa, tena anahoji uhalali wa ukatoliki wao, maana ni wakatoliki kweli. Lakini hoja, kwa nini hatuendi katika hoja? Kwa nini hatujibu hoja? FOPO. Waumini wanaandamana kushtaki Kitima kujihusisha na siasa, Ruwaichi kutumia lugha isiyofaa. wanashtaki Ruwaichi atumia lugha isiyofaa badala ya kujibu hoja. Kwa hivyo ni yeye, Kitima anajihusisha na siasa . Matamko yake yamekaa kisiasa. Siasa sisi waumini hatuelewi jamani. Yeye Ruwaichi katukana, kawakosea heshima. Sasa badala ya kujibu hoja <laughs> kwa hofu ya maoni ya watu, FOPO, people opinion, kwa hofu ya maoni ya watu tunahoji, mnasali kigango gani? <laughs> Eh, mnasali jumuiya gani? Mna vitambulisho? Sasa hata kama anayesema si mkatoliki, kama jambo ni hoja, lazima isikilizwe. Eh, kwa hiyo kama hasali katoliki, alichokisema ni kweli si kweli? <laughs> Hii ni fopo, ugonjwa, tatizo hili. Hii ni changamoto. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie nisipatwe na fopo. Siogope maoni ya watu wengine. <laughs> Sasa hii ni fopo. Na hoji kitambulisho cha mkatoliki. Na kitambulisho? Tembea na kitambulisho cha kanisa ni shagazi gani bwana? Hmm? Sasa wewe tena wewe si una mkatoliki ana Yesu. Kitambulisho cha nini tena? Tembea kitambulisho cha lengo nini? Tunaenda mbinguni na vitambulisho? Sasa hii ni fopo. Heki wao hukosoa kusema mambo mengi, lakini wao kutikiswa kidogo tu wamekasirika, sinaibuka lugha zisizofaa. Kutikiswa kidogo tu <laughs> yanaibuka mambo yasiyofaa, eh? Yameibuka maneno mazito. Sasa hii hali ya viongozi kuonyesha dalili za waziwazi za kuipenda dunia na mambo yake, kuipenda dunia na mambo yake inatupa hofu sisi waumini. Inawezekana pengine viongozi hawa wana taaluma kubwa hawa ya dini, inawezekana viongozi wetu wamegundua pepo haipo. Inawezekana inawezekana viongozi wamegundua wana siri nyingi viongozi wetu wa dini, inawezekana wamegundua pengine pepo haipo. Sisi tuna hasira, tunapambana tuende mbinguni, lakini tunaona viongozi wetu wako serious sana na dunia. Pepo ipo kweli? sijikawa shughuli ni hapa hapa. Sasa sisi tumeyatelekeza ya dunia, tumeyaacha ya dunia, sitaleza dunia nyingi, ndugu yangu, tumeziacha tukiamini kuna pepo. Sasa viongozi wako serious na dunia, hatujadanganywa kweli? swala tupa wasiwasi wasi, viongozi pengine wamegundua pepo haipo, watueleze ukweli. Wana wako serious sana na dunia, serious kweli kweli na dunia. Sisi tunataka tuambiwe habari za kwenda mbinguni. Njia mpya ya kwenda mbinguni ipi? kama zimetoka njia mpya zitakazotufikisha mbinguni, tuambiwe. Tuna hamu sana na ya kule peponi, tumeyasikia. Sasa isije ikawa watu wana ukweli tofauti. FOPO inadhihirika pale waumini wanapotoa malalamiko yao, hatuwasikilizi badala yake, na sisi tunalalamika, metumwa na Samia. Eh, muumini anatoa hoja. Analalamika. Anaona kitu akiendi sawa. Anatoa hoja yake. Kwa bana hiki bana kwa sababu kama tunakuwa wao kama tumekuwa kama chama cha siasa. Ujibu hoja yake kwa umetumwa wewe. Umelipwa. Kuna video. Kwa sababu wewe ni mkatoliki kweli? Wasali gengele, una kitambulisho. Sasa mambo gani haya? Eh? Waumini wana hoja nzito zenye mashiko. Sikilize mwalimu. Sikilize mwalimu. Waumini wana hoja nzito zenye mashiko. Kanisa liache kuingilia mambo ya kisiasa. Tuna wakwaza waumini. Vita vyetu si vya damu na nyama, ni vita vya kiroho. Tutampiga muovu kwa ndimi zetu tu. Kwa maombi. Piga kwa maombi tu. Mambo haendi sawa. Tunaitana, tunaomba, tukiondoka hapo tumemaliza. Wanataka Kitima awajibishwe, wanahoja, wanataka awajibishwe. Tusikilize sasa, upande wa utetezi, upande wa mashtaka. Kama Kitima hana kosa itajulikana. Sikuwatukana. Ruwaichi alikosea kuwatusi waumini, alikosea sana kuwaita marofa, alikosea sana kuwaita wapumbavu ntakueleza siri moja, waumini unaowaona wako kanisani, mpaka wanafika kanisani wanakuwa wamepitia mengi, wamezulumiwa, wameonewa, wametukanwa, wamevunjwa mioyo, wameteswa, wana simanzi, wana majonzi, wana stresi, wengine wagonjwa. Kimbilio pekee wanaloliona ni kwenda kanisani. Wanapofika kanisani wanaanza kusikia siasa tu, matamko tu, alafu wanaishia kuambiwa wapumbavu, malofa. Yaani nyumbani kaacha vita, amekimbilia kanisani nako anakuta vita. Kuna watesa waumini. Waumini mpaka wanafika kanisani wamepitia mateso mengi wanaamini kanisani ni sehemu ambapo watapata tumaini. Wanapoitwa malofa, wapumbavu, wanapohojiwa uhalali wa, wa Ukatoliki wao, wanakosa tumaini. Mnataka waende wapi watu hawa? Mnataka warejee katika dini ya kweli, dini ya Mwafrika, wakaanze kutambika? Hayo magari mtayaendesha kuitana wapumbavu hata Matayo hakubaliani na hili na ameonya, someni Matayo. Akakataza kabisa Matayo. Mtu safi Matayo, kabisa lugha hii Matayo mtu safi Matayo akakataza kabisa mambo haya. Sasa nini kifanyike? Msikilize mwalimu. Nini kifanyike Kitima, msikilize mwalimu. Ruwaichi, msikilize mwalimu. Mkatoliki, msikilize mwalimu. Tunajenga tubomoa, yamekwisha mwagika hayazoleki. Sasa tujenge, tuitibu FOPO. Tusiogope maoni ya watu wengine, tuwaache watu wazungumze, tusiogope kuwajibu watu. Vibaya wanapozungumza ni dalili kwamba unaogopa wanachokisema. Mtu anapotoa hoja ukamuuliza umetoka wapi, umealikwa, ni dalili kwamba unaogopa hoja ya yake, kwa hiyo unataka kumwondoa kwenye msingi. Kuitibu hofu, tusiogope maoni ya watu wengine. Dawa pekee ya hofu ni kukabiliana nayo, huyasikilize maoni yao, huwasikilize watu, tutazoea tu tazoe anatuaona ni hali ya kawaida kuzungumza wote. Lakini mwisho tukitaka twende mbele Wakatoliki, tukitaka tuvuke salama. Heshima na utu wa waumini vilindwe. Heshima na utu wa waumini vilindwe, narudia kwa mara ya mwisho kisha nawaacha. Heshima na utu wa waumini vilindwe. Umemsikiliza mwalimu mpaka mwisho vizuri? Basi mwalimu anakuacha na swali. Sikiliza swali kisha uniandikie majibu kwenye komenti, mwalimu atasahihisha. Popo. Ni ugonjwa gani? Niandikie kwenye komenti nami nitasaidia. Mwe na siku njema.